Hali gani mpenzi mtazamaji wangu wa afya update, nami ni Dr Chilo. Yes, leo nimekuja na somo ambalo linazungumzia tarehe za kupata mtoto wa kike kwa mzunguko wa siku ishirini na nane yeah. Nimeendelea kufundisha watoto wa kiume kwa mizunguko tofauti tofauti, leo tumekuja watoto wa kike na tunaanza mzunguko ambao ni common wa mzunguko wa siku ishirini na nane. Ushiriki tendo la ndoa siku gani na ukapata mtoto bila kupoteza muda? Jinsi ya kuweza kupata mtoto wa kike, jinsia ya, ya kike kunakuwa na x, x na kunakuwa na x and y hii ni kwa baba mume, na hii ni kwa mama. Sasa ni namna gani ya kuweza kupata matokeo ya kupata mtoto wa kike e? kwenye yai la mwanamke kuna x and x, kwenye mbegu za baba kuna x and y. Sasa wakishiriki tendo la ndoa ikaja X na ikaja X, mtoto wa kike ndiye anazaliwa. Na ikatokea X hii hapa na Y ambayo ni hii hapa vikakutana, basi mtoto wa kiume atakuwa anazaliwa mtoto wa kiume. Sasa tunataka tuje tujue ni mazingira yapi yanayosababisha mama atoe X na baba akatoa X wakapatikana mtoto wa kike. Lazima tuweze kuwa na kujua X ina sifa zipi na Y ina sifa zipi mbegu ambayo inatoka kwenye X huwa na sifa ya kwamba ina mjongeo au mwendo mwendo polepole, wa pole polepole, na ina maisha marefu, maisha marefu marefu. Hiye ya Y itakuwa na maisha mafupi na inakuwa iko spidi. Baadhi ya watu wanasema uumbaji wa mwanadamu, ndio maana hata wanaume wanawahi kufa kutokana na asili yetu hii ya wahi. Huwa ina spidi sana kuendea kwenye milija vya uzazi ya uzazi wa mwanamke na ikafika kwa ajili ya kutungisha mimba na mtoto wa kiume akapatikana, lakini haina uhai mrefu wa kukaa ndani ya vile vya uzazi vya mwanamke na inakufa mapema. Sasa nataka nichore duara ambalo linakuwa linaonyesha e, mzunguko wa siku ishirini na nane na namna hizi nimekueleza hizi mbegu x and y akiikiwa baba huyu ni mama, mke atuseme ni mke, hapa mume ambao hapa ni e, shaawa ambapo tasema yai, tukisema hapo ni yai na huku ni mume, watakavyokuwa wametoa ndipo tutachagua. kwa hiyo kwa ujumla ina maana kwamba anayeamua jinsia ipatikane ya mtoto ni mwanaume, kwa sababu yeye ndo ana X, ana X and Y. Akitoa akitoa X, basi itaungana na X ya mwanamke tayari atapatikana mtoto wa kike, na ndio kusudio letu. Sasa ni wakati gani utakaosaidia huyu baba atoe X na Y kafa, na ni wakati gani akatoa hii Y na X ikafa, akapatikana mtoto wa kiume. Ok, sasa tuanze kuchora kalenda. Kalenda yetu tutaanza kuichora kwamba tutaendelea kuichora kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa. Kwa tumeishia hapa. Tunaweza tukachora mistari ya ili kuweza kurahisisha kuona kwa urahisi okay. Tuseme kwamba huyu mwanamke anaona damu, huu ni mzunguko wa siku ishirini na nane, lakini huyu mwanamke huyu anaona damu kwa siku nne, damu atakuwa anaona damu kwa siku nne. Kama ataona damu kwa siku hizi nne basi tutachukua mzunguko wa siku ishirini na nane tutatoa na kumi na nne ambayo itabaki kumi na nne Hii kumi na nne ndio siku ya ile inatoka ambayo siku ya kumi na nne tutaizungushia duara hapa, ile inatoka siku ya kumi na nne Kama ya ile inatoka siku ya kumi na nne inamaana kwamba tuta tutahesabu ni hapa siku ya kumi na nne ile inatoka moja tutahesabu moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, ndo yai inatoka. Tutarudisha siku tatu nyuma, tutarudisha siku tatu nyuma, na tutaongeza siku mbili mbele, tutaongeza siku mbili mbele. Hizi ndio siku za hatari za kupata mimba za kupata mimba kwa mzunguko wa siku ishirini na nane. Lakini sasa sisi lengo letu kuu ni kupata mtoto wa kike tupate mtoto wa kike katika mzunguko wa siku ishirini na nane kama, kama tulivyoelezana hapa hizi mbegu ambazo zinabebwa y huwa zinaweza kukaa kwenye via vya uzazi vya mwanamke ambazo baba akitoa huku ex yake ikaja ikaungana na mwanamke inaweza kukaa masaa mpaka e, sabini na mbili ndani ya via vya uzazi vya mwanamke mpaka e, almost siku tatu sasa kama siku tatu, lakini hii hii ambayo ni y inaobeba jinsia ya kike ina kama saa kumi na mbili mpaka eh, ishirini na nne tu inakuwa na chansi ya tayari inakuwa imepoteza nguvu na kuweza kufa au ikashindwa kurutubisha yai yeah. kama inaweza kukaa siku tatu, hii ambayo ni x yenye kubeba, kubeba, kubeba jinsia ya kike basi Tutakuja kwenye mzunguko wetu hapa, kama ni siku ya kumi na nne yai ninatoka katika mzunguko wa siku ishirini na nane basi tutaweza kurudi siku mbili nyuma. Siku hizi mbili nyuma tuta, tuta, tutazitoa. Ina maana hatutatakiwa tushiriki tendo la ndoa katika mzunguko wetu wa siku ishirini na nane katika siku ya kumi na tatu na kumi na nne Ina maana kwamba Utaweza kushiriki kuanzia siku ya kumi na moja na kumi na mbili siku ya kumi na moja na kumi na mbili toka siku ya kwanza umeona hedhi. Kama leo ndio umeona damu na una mzunguko wa siku ishirini na nane ukamaliza damu yako kama ni kwa siku nne, utaendeza siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba, siku ya nane, siku ya tisa, siku ya kumi Unaweza ukashiriki tendo la ndoa, alafu siku ya kumi na moja ukapumzika, kwa ajili ya mbegu za mwanaume ziweze kuwa na uimara: akala chakula kizuri, akala chakula chenye zinki, akala chakula chenye protini, akala chakula chenye kumjenga mwili, akanywa maji ya kutosha, kuepuka stress na katika hizi siku ili siku ya kumi na mbili mkashiriki tendo la ndoa. Mkishiriki tendo la ndoa siku ya kumi na mbili toka siku ya kwanza, siku ya kwanza umeona hezi, mkashiriki siku ya kumi na mbili ina maana kwamba ambazo mbegu zenye zenye wai zitakaa hii siku tu ya, kwa, ya kwanza tayari zitaanza kujifia njiani, zitakaa siku hii ya pili siku ya kumi na tatu zitaanza kujifia kabisa, zitajiteketea. Ikifika siku ya kumi na nne ambayo yai linatoka, ambazo mbegu ambazo zenye za mwanamke zilizoko kwenye yai X chromosomes zilizoko kwenye yai la mwanamke zitakutana na za mwanaume ambazo nazo ni X ambazo zenye uwezo mkubwa wa kuvumilia zinatembea taratibu taratibu, mpaka kufika hii siku ya kumi na nne, lakini zina uwezo wa kukaa muda mrefu kwenye via vya uzazi vya mwanamke, na vikakutana na X chromosomes kutoka kwenye yai la mwanamke na X chromosomes ambayo ilitoka huku kwa mume, vikakutana, ndipo mtoto wa kike anaundwa. Sasa kitendo hichi ni kwa wale ambao wanaweza kuwa wana mfuatiliaji mzuri wa mzunguko wao wa hezi, utaweta kuwaletea matokeo asilimia sabini na tano mpaka themanini na tano kwa wale wanaweza kuzingatia. Kama hauwezi kuzingatia hivi vizuri, ni lazima uweze kukutana na madaktari ujue mzunguko wako wa hezi, au ukafuatilia video zangu ambazo nimeeleza namna ya kujua mzunguko wako wa hezi una siku ngapi na ukapata matokeo na mzunguko huu atusemi kwamba asilimia mia moja kwa kufuatisha hii kanuni asilimia mia moja kwamba utapata matokeo yale ambayo unayakuwa unayataka lakini ina matokeo ambayo yamesaidia wengi kuanzia asilimia sabini na tano mpaka tisini na tano hii fomula ilianzishwa kuanzia mnamo mwaka elfu moja mia tisa sitini na wanasayansi mpaka sasa, ipo inaendelea kutumika, na wale wanaoweza kufuatilia mizunguko yako ya hedhi na wakapata matokeo mazuri. Kwa hiyo niweze kukuomba mpenzi mtazamaji, kama una swali lolote au hujaelewa kuhusiana na hivi, namna ya kuweza kuunda eh, jedwali lako la mzunguko wa hedhi na ukapata matokeo la mzunguko wa siku ishirini na nane, unaweza ukakomenti na mimi nikakujibu uweze kupata kama ni mtoto wako mtoto wa kike. Kwa sababu kuna wengi ambao wanatafuta watoto eh, na wengine wanaotafuta jinsia za watoto kwamba nimepata mtoto, mtoto wa sasa hivi ni mtoto wa kiume, basi angalau nichanganye nipate mtoto wa kike ili waweze kusaidia na kazi. Kuna jamii tofauti tofauti wanakuwa na perception kuhusiana na mtoto wa kike, na ndio maana nakuwa, wanakuwa, natafuta, na kuna maswali mengi sana wananiuliza kwenye WhatsApp namna kupata mtoto wa kike. Sasa leo nimeona nifundishe kwa summary, fupi nyepesi, ambayo unaweza ukaelewa. Tukutane kwenye kipindi kijacho ambacho nitakuwa nazungumzia tena namna ya kuweza kupata mtoto wa kike katika mzunguko wa siku 30. Kwa hiyo usiache kusubscribe, kama unaweza kujifunza kitu ili uweze kwa, utakapoweka video zetu unakuwa wa kwanza kupata notification na ukaweza kujifunza zaidi. Mimi ni Dr. Chilo, kama una maswali au una maoni, usisite kushare nasi. Ni afya update nakupenda sana na mtazamaji wangu, karibu sana Afya update.